Na mtu unasafiri unapitia changamoto, jinsi ya kupanga nguo zako kwenye begi ili ziingie nyingi, pamoja na vipodozi vyako ano, kama hivi, unasema nikifika airport eh, vinatupwa, wanatupa pembeni. Kwa hiyo jinsi ya kupanga nguo zako pia ili zikae nyingi kwenye begi kama hivi na vipodozi vyako hivyo vyote uwezi kupaki, hatua za kufuata ni kama ifuatavyo. Ili nguo zako ziwe nyingi kwenye begi, mfano kama hizi gauni nakunja hivi. Ukikunja hivi, hivi yani ukunjaji huu hivi, hivi. Ili ingie nyingi kwenye begi na, na, na isokota hivi, hakikisha unazisokota zinakuwa ndogo zaidi, yani inakuwa ndogo zaidi. Isokota inakua nyembamba. Kwa hatua hii itakusaidia baki nguo nyingi zaidi. Unazibana hivi, kama hivi. Sa huku nako nabaki njia hivi unaisokota. Hmm, fana zile nguo ndogo ndogo. Sasa unachukua nguo ndogo ndogo, nguo ndogo ndogo ndo, ndo, ndo, ndo, kama hizi zenye design hii hizi sasa ndizo na zenye unazikunja katika mtindo huu hapa, na kufanyia haraka haraka, ila unatulia, unaikunja hivi, unaona, na yeye huko una huko fiti, unaona kwa unazipanga hivyo unaipanga hivyo o unapanga unapana huko unapanga uko nguo zako ndogo ndogo, katika toa hii. Ushapanga nguo hizi sasa, jinsi ya kufunga kipodozi ki chako kisi hey, ili kisitupwe, unachukua hii, unaona hii nguo ilivyo, unaona jinsi ilivyokunja unaikunju, unaona hii Unachukua kipodozi chako unaingiza hapa. Unaona anavyofanya lakini uhakikishe kipodozi chako kimefungwa vizuri kiko sidi. unaingiza hapa moja unachukua na yoyote. Unakunja nguo yako hivi, alafu unaanza kuisokota. Hakikisha unabana. Hakikisha unabana vizuri sana sana sana unaibana hivi, hatua ya kwanza, hatua ya pili pia. Unachukua mfano hii boksi, boksi hivi unakunjwa, una nguo yako pia. Katika hatua hii somana nguo yako unakunja hivi okay. unachukua hii unaingiza hapa katikati, hatua ya kwanza. Boksi la pili hilo unaingiza katikati, unachukua boksi hilo la tatu yake unaingiza, unaona line fiti, yaani unahakikisha zilizo fiti, unakunja unakunja, hakikisha unasokota vizuri, unasokota, unasokota vizuri una vizuri, una vizuri. Una vizuri. Una bana bana, mbona mimi nilivyobana unakuwa vimebana hivyo, unaendelea kwa, una kwa mtindo unaezi mko zako, sasa unahakikisha unazibana vizuri una unaendelea kupanga aendelea kupanga, umeona kama hivi, unakunjua una hivi nguo yako unaingiza hivi kati, ngo ushaziweka kwenye mtindo wa kukunja kama hivi, umeona? Kwa hiyo kwa mtindo huu utajikuta unapaki unapaki nguo nyingi na unapaki vipodozi vyako vingi ambavyo unaenda navyo. Sasa umeona? Kwa hiyo kwa mtindo huu Unasokota, unahakikisha unasokota, usikiache wazi. Unasokota kwenye nguo kama hivyo, kama hivyo, unaingiza kati, unaingiza kati, unaona, unasokota, unasokota, unasokota, unasokota, unazamisha, una hapa kwa hapa. Ukimaliza unaendelea kupanga sasa nguo zingine juu, lakini katika kama nguo zako ni nyingi, unaendelea kufunga kwa kusokota kwa kusokota hivo, utajikuta nguo zako umepanga nyingi, kisha unafunga begi lako, unafunga, unafunga, unafunga, unafunga, unafunga, unafunga, unafunga. Katika kupanga kwako pia, ili mzigo usilemewe, utapanga si unaona huku, kuna mpira unapanga na kule unabana huo mpira, unafunika begi lako. Hivyo naamini hapa havitotikisika, yaani havitounguka hata wafane hivi avilinde kakala kakala kakala, ameelewa? kakala, kakala, huu ndio mtindo mzuri wakufunga mzigo wako unapoelekea airport, kwamba ina maana hawawezi wakafungua waangalia, na pia utakuwa umepaki vitu vingi sana katika begi moja. Lakini sasa pia angalizo, angalia kilo yako iliyowekwa kwenye, kwenye tiketi inasema ni kilo ngapi, usije ukapaki ukapaki ukakuta kwamba una mabegi matatu uliowapaki kama hivi na vyote vina vipodozi alafu kilo uliopewa kule ni kilo thelathini maidia utarudishwa. Kwa makini kwenye kilo, kwa makini kwenye upakiji wa hivi vipodozi vyako vinakuwa havianguki. Na pia angalia vipodozi viwe sealed, visiwe vimefunguliwa visiwe vimefunguliwa visiwe viko vimetumika tumika, kwa sababu vikitumika, vikifunguliwa kiminya hivi eh, unaweza ukakuta vinamwagika vinamwagika. Mfano unakuwa na chupa kama hii, so unaona hii mfuniko wake umekatika hivi, hii usibebe, usibebe kwa sababu kwenye kutikisika, nini minyaminya, unaweza ukakuta vinamwagikia ko ukaaribu nguo au ukakuta vinamwagika wale wabebaji wa, wa wakakwambia hii begi hatuchukui, tupa vitu vilivyoko. Kwa hiyo unakuwa na tahadhari, usibebe vitu vilivyo katika. Beba vitu vilivyokuwa viko sildi si, si, kama hivi na ufungaji wake ni kama huu nashukuru. Kwa hiyo shia kwa wengine wasiojua, karibu kwa ushauri na maelezo mengine, karibu sana.